Usiku wa kuamkia tarehe saba mwezi wa sita mwaka 2025 umekuwa ni usiku mgumu sana kwa taifa la Ukraine mara baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa katika mji wa Kyiv, ambayo haya yanatajwa kuwa ni mashambulizi makali zaidi tangu kuanza kwa special military operation ambayo ilianzishwa na Urusi pale nchini Ukraine mwezi wa pili mwaka 2022, ambapo Urusi imeshambulia jiji la pili kwa ukubwa nchini Ukraine la Kyiv kabla ya alfajili ya Jumamosi na kuwa watu watatu katika kile ambacho meya wa jiji la Kharkiv Igor Terekhov amesema kwamba ni shambulio lenye nguvu zaidi kuwahi kutokea tangu vita kuanza. Katika wiki za hivi karibuni, wanajeshi wa Urusi wameongeza kazi ya mashambulizi yao huku mazungumzo ya hivi karibuni ya kusitisha mapigano yakishindwa kuleta suluhu ya vita hivyo ambavyo sasa vimeingia mwaka wa tatu. Nikinukuu kauli ambayo imetolewa na Igor Terekov, amesema maneno haya: Kharkiv kwa sasa inapitia katika shambulizi lenye nguvu zaidi tangu kuanza kwa vita vya kiwango kikubwa, aliandika kupitia katika ukurasa wa Telegram, akielezea kwamba makombora ya ndege za kijeshi zisizokuwa na rubani droni, ambazo zimetengenezwa nchini Iran, pamoja na mabomu ambayo yalielekezwa moja kwa moja, yalifanya mashambulizi makubwa kwa wakati mmoja. Nikinukuu kauli ambayo imetolewa na meya anasema hadi sasa milipuko isiyopungua 40 imesikika jijini katika kipindi cha saa moja na dakika 30, akiongeza kwamba droni bado zimekuwa zikizengea katika mapaa mbalimbali angani, akisema tishio bado liko palepale pale. Meya amethibitisha kwamba watu watatu wamefariki dunia na wengine 17 kujeruhiwa. Mwanamke mmoja aliyeokolewa akiwa hai kutoka chini ya kifusi cha jengo la ghorofa ambalo lilikuwa ni jengo la makazi. Gavana wa mkoa wa Kakiv Oleg St. Hubov amesema miongoni mwa waliojeruhiwa ni watoto wawili, akisema wahudumu wa afya wanatoa msaada wa dharura ambao unahitajika. Jiji hilo la kaskazini mashariki tayari lilikuwa linaendelea kujikongoja kutokana na shambulio la Alhamis ambalo liliua watu 18 na wengine zaidi ya 30 kujeruhiwa wakiwemo watoto wanne. Katika jiji la Laski lililopo magharibi karibu na mpaka wa Poland, waokoaji waligundua mwili wa pili wa mtu aliyeuawa kutokana na mashambulizi ya anga ya siku iliyotangulia, mbaye alitambuliwa kuwa ni mwanamke mwenye umri wa miaka ishirini. Mashambulizi haya ya angani yanakuja siku chache tu baada ya Ukraine kutekeleza shambulizi la kushangaza mbali na mstari wa mbele na kuharibu ndege za kijeshi za Urusi zenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia katika vituo vya kijeshi jambo ambalo lilisababisha rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kuahidi kulipiza kisasi. Ukraine imekuwa ikisisitiza haja ya kusitishwa kwa mapigano mara moja bila masharti kwa muda wa siku thelathini wakitoa pendekezo jipya wakati wa mazungumzo ya amani yaliyofanyika Istanbul siku ya Jumatatu. Hata hivyo Urusi ambayo kwa sasa inadhibiti karibu moja ya tano ya eneo la Ukraine imeendelea kukataa mapendekezo hayo mara kwa mara. Kwa hiyo Ukraine leo wameshuhudia mashambulizi haya ambayo ni makubwa zaidi, lakini kama haitoshi, Urusi wameendeleza mashambulizi mengine na sasa walielekea katika jiji la Kiev ambapo watu wanne wameuawa katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani la Urusi jijini Kiev, huku Ukraine ikilenga kambi za anga za Urusi. Urusi ilifanya mashambulizi makubwa kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani drone kote nchini Ukraine usiku wa kuamkia Ijumaa ambapo iliua watu wasiopungua wanne huku wengine ishirini wakijeruhiwa jijini Kiev kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine. Kupitia katika ukurasa wa Telegram ambapo idara ya huduma za dharura ya taifa la Ukraine walichapisha bandiko lifuatalo wakisema hivi: Kiev imeshambuliwa tena UAV, kwa kutumia UAV ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya ballistic waokoaji wanaendelea kushughulikia athari katika maeneo mbalimbali ya jiji. Meya wa Kiev, Vitali Klitschko akasema watu wanne wamethibitishwa kufariki dunia na wengine ishirini kujeruhiwa ambapo kumi na sita kati yao wamepelekwa hospitalini huku hali zao zikiwa ni mbaya zaidi. Vikosi vya ulinzi vya Ukraine vilijaribu kuzuia shambulizi hili kabla ya mashambulizi makubwa ya doi, ambapo kambi za ndege za kijeshi za Urusi zilishambuliwa na vituo vingine muhimu vya kijeshi vililengwa. Kwa hiyo mashambulizi ya piga ni kupiga tupigane bado yanaendelea, hali ambayo inazusha wasiwasi wasi wa kutokea kwa mazungumzo ya amani au kufikia makubaliano ya amani. Nukta ya ripoti nilizo nazo asubuhi ya leo tarehe saba mwezi wa sita ishirini ishirini na tano ni juu ya mazungumzo ya amani pale mjini, mjini Istanbul yamekwama kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Maneno haya hayazungumzwi nami, maneno haya yanazungumzwa na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ambaye ametangaza kulipiza kisasi kufuatia shambulizi la hivi karibuni la Ukraine kwa kutumia droni dhidi ya maeneo ya Urusi ambapo ndege za kivita zenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia ziliharibiwa. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliambiwa na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kwamba watahakikisha wanalipiza kisasi. Sasa ili kuona namna gani ambavyo Urusi pamoja na Marekani kwa hivi sasa wamekuwa ni dam dam, tumeona kile ambacho kimezungumzwa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ambapo amesema maneno yafuatayo. Zelenski amempa Putini sababu ya kuibomoa Ukraine kikatili. Maneno haya hayatoki katika kinywa cha Alex Guido Mvinge, ni kauli e, ya rais wa Marekani bwana Donald Trump ambaye amesema hajapendezwa na mashambulizi ya Ukraine dhidi ya nguzo kuu ya silaha za nyuklia pale nchini Urusi. Mashambulizi ya hivi karibuni ya ndege zisizokuwa na rubani drone kutoka Ukraine dhidi ya mabomu ya masafa marefu yenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia nchini Urusi yameongeza kwa kiasi kikubwa hatari ya vita kupamba moto na yamempa Moscow sababu halali ya kulipiza kisasi kwa nguvu. Rais wa Marekani bwana Donald Trump kawaambia waandishi wa habari mbali na mashambulizi ya pamoja kwa kutumia droni dhidi ya kambi mbalimbali mbali za kijeshi, Ukraine pia ililipua madaraja pamoja na reli ndani ya Urusi wiki iliyopita, jambo ambalo limesababisha ajali za treni za abiria na mizigo na kuua watu wasiopungua wa saba, huku zaidi ya 120 wakijeruhiwa, wakiwemo watoto wakijeruhiwa. Rais Putin, akizungumzia mashambulizi hayo katika mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Marekani siku ya Jumatano, alionya kwamba jibu la Moscow litafuatia na halitaepukika, na hakika litakuwa ni jibu la haraka zaidi. Trump akawaambia waandishi wa habari Ijumaa, kwamba hajapendezwa na hali hiyo ambayo inachochea mzozo, alipoulizwa iwapo shambulio la Ukraine dhidi ya sehemu muhimu ya silaha za nyuklia za Urusi limebadilisha mtazamo wake kuhusu kile ambacho yeye anakiona ni uhatari na karata ambazo Rais wa Ukraini anazicheza ambapo rais wa Marekani alizungumza maneno haya naomba nimnukuu. Naam, wamempa Putin sababu ya kuingia na kuibomoa Ukraine usiku kucha. Hicho ndicho kitu ambacho sikukipenda, nilipokiona nikasema, hapa ndipo tunapoelekea sasa, yatakuwa ni mashambulizi makubwa zaidi. Aliandika maneno haya rais wa Marekani bwana Donald Trump akisema anaamini kwamba Urusi sasa wanayo sababu ya kushambulia eneo lolote lile ambalo lipo pale nchini Ukraine kwa sababu wa Ukraine wenyewe wanasema hivi, waliamua kufanya hivyo ili kuikomesha Urusi. Lakini Urusi sasa hivi tumeanza kuona, wameanza kufanya mashambulizi ya hapa na pale, hali ambayo inaashiria pengine uwezekano wa mazungumzo ya amani kati ya mataifa hayo mawili sasa ni mkubwa, sasa ni mdogo sana. Yani tunaweza tukafananisha na uwezekano wa uh, tembo kupenya katika tundu la sindano, kutokana na ukweli kwamba rais wa Urusi bwana Vladimir Putin the man declared kwamba sasa atakwenda kufanya kitu ambacho Ukraini hawajawahi kukishuhudia. And as we speak ni kwamba Urusi wameendelea kufanya mashambulizi ya hapa na pale, ijapokuwa mashambulizi hayo yote hayajazungumzwa kwamba ni mashambulizi ya moja kwa moja ya kujibu kile ambacho kilifanywa na Ukraine. Hii ni Yuhoma Media Crew, endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali ambazo tunazitoa katika vyanzo muhimu ambavyo vinahitaji kukupa hizi taarifa za ukweli na za kina, na kubonyeza alama ya kengele. Asante.